dada yangu Bi Aziza Ali Mheshimiwa, viongozi mbalimbali mliyoko hapa, wananchi, vijana wenzangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awilaya, niendelee kukushukuru wewe binafsi pamoja na viongozi uliowapatana nao, lakini niendelee kuwapongeza wananchi kwa kushiriki kwa wingi katika eneo hili lakini niendelee kuwapongeza kwa jitihada mnazozionyesha juu ya wananchi juu ya kuwaletea maendeleo. Hongereni sana ndugu wananchi. Lakini vilevile ndugu viongozi na ndugu wananchi wa eneo hili, tumefika katika eneo hili la Baleni, hakuna wananchi wengi, na kwa bahati nzuri sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, jumla yetu tuko sita, tukiambatana na wakufunzi wetu wawili mara nyingi tunapokuja kukagua hii miradi ya kimaendeleo licha ya kuwa tunafika kwenye eneo la mradi, unatafuta mwananchi mmoja mmoja kuweza kujua changamoto ya eneo hili ni kitu gani. Kwa kweli mimi pamoja na wenzangu tumegundua hapa hili eneo lina changamoto kubwa ya sala la maji, lakini kwa mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya wananchi wake katika eneo hili na mwenge wetu huu wa uhuru, tangia wasisikie na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, umekuwa ukimulika maeneo mbalimbali kwa kuwaletea maendeleo. Lakini kipekee ni endelevu kuwapongeza viongozi wa wilaya na halmashauri kwa jitihada wanazozionyesha juu ya matumizi imara ya fedha ambazo zinaletwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, ni kweli hili eneo lina changamoto kubwa ya maji na naamini kupitia mradi huu wa maji ambao umejengwa hapa, mradi wa kileo, mradi wa kisasa naamini utaendelea kuondosha shida ya, ya changamoto ya maji katika eneo hili. Ndio ndugu wananchi, kutumia miundombinu mizuri ya masuala mazima ya maji safi na salama. Hii ni changamoto sasa, inaenda kutatuka. Naamini uwepo wa tanki hili la maji litaendelea kuwasaidia wananchi na kuondosha kabisa changamoto hii, tutakachokuwa tunaangalia sasa kupitia mwenge wetu wa uhuru, lakini kupitia mapenzi aliyonayo Daktari Samia Suluhu Hassan yale mambo mengine ya msingi ambayo yamebakia juu ya wananchi hawa, sina shaka na viongozi wa wilaya hii, sina shaka na viongozi wa halmashauri hii, sina shaka na viongozi waheshimiwa madiwani na wengine wote ambao wanahusika juu ya swala zima la kuwasaidia wananchi, kwa heshima ya mwenge wa uhuru ambao unawaka, unang'ara na umeremeta, na sisi tuliopewa ridhaa ya kukimbiza mwenge ule katika halmashauri 195 nikiongoza na mimi na wenzangu watano sisi tumekagua mradi kwa kina, mradi una ubora, mradi <coughs> <coughs> una kila sifa ya kuhakikisha wananchi waendelee kupata huduma. Kwa mamlaka na heshima tuliopewa juu ya mwenge ule wa uhuru, nitamke rasmi kuwa mradi huu wa eneo hili tumeuzindua rasmi. ni ili vijana wenjewe Ndugu wananchi, niendelee kuomba sana kuendelea kuhakikisha kutunza miundombinu hii ya maji. Naamini Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yaliyonayo, naamini ataingiza tena juhudi za kuhakikisha kila eneo la wilaya hii ya Mafia maji yanapatikana kwa salama na amani. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sasa nipo tayari kuelekea katika sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya uzinduzi wa kituo chetu cha maji.